Nchi ya Tanzania ukaenda mkoa wa Dodoma, unapoingia unakutana mkuu wa nini like, wa mkoa. Bwana Yesu asifiwe kwanza. Unakutana na rais siku, unanielewa? Ndio mkuu wa nchi, ndio nakuongea kuhusu ufalme. Alafu chini yake kuna watu ambao wanaitwa wakuu wa mikoa au ndio naitwa wale ambao wanaitwa ni wakuu. Alafu chini yake kuna wakuu wa wilaya. Sasa nikuulize swali. Leo katokia ukaanza kutukana serikali, nani atakukamata? Ni rais atakukamata? Mkuu wa mkoa atakukamata? Mkuu wa wilaya? Nani atakukamata? Polisi, mapepo, majeshi ya mapepo mabaya katika ulimwengu wa roho, ndio polisi wa ulimwengu wa giza. Ndio maana polisi akukamata leo, alafu ikatoka amri juu ikasema mwachie, wanakuachia yule mtu, kazi ya juu, kazi yake ni kutoa amri tu. Shetani anaposema mfranda a kushughulikia, umekamatwa na una, una pepo la uzinzi mathalan. Sio kwamba shetani anakuja kukuingia, anatuma majeshi ya mapepo mabaya. Unashangaa tu, unakuwa na tamaa ziokuwa za kawaida, ambazo zinakamata mwili wako na roho yako. Yeye yeah, haji mwenyewe. Ndio maana tunapopambana, tupambane na yule adui, tunamkemea pepo ambaye amekuja hapa kwa sababu tambua, tofauti kati ya Mungu na shetani. Shetani hawezi kuwa mahali pote, kama saizi yuko China hawezi kuwa Tanzania, ila anakuwa na wakuu wake, anakuwa na mapepo yake, lakini shetani sio omnipresent, lakini Mungu yuko mahali pote wakati. Ndio maana unapopambana, ndio maana kuna watu wengine wanapanga vile ko viekua vigumu sana, tunaambia ama nenda sehemu nyingine, utakutana na wakuu wengine mapepo ya Susu hawezi kuwa mapepo ya Iringa wala mapepo ya Dodoma hawezi kuwa mapepo ya Mwanza. Kuna tofauti, ndio maana tabia zinatofautiana. Ndio maana Dar es Salaam, ukija Dodoma ukaongea habari za majini hakuna anayekuelewa, lakini ukienda Dar es Salaam ukaongea habari za majini wanakuelewa wala wazalamu, kwa sababu mapepo ya kule anaendana na maji, lakini mapepo ya huko anaendana na vitu vingine. Ndio maana Dodoma kuna wadudu chini hali, lakini ukienda Dar es Salaam hakuna wadudu ambao wanatoka kama Dodoma. Kwa sababu ni tofauti ya nafasi ya mamlaka na na. Sasa ngoja niende taratibu, nielewe. Natamani hapa apa ndio nielewe sasa, mshauri. Mpendwa katika Bwana, ili ulimwengu wa kiza uweze kufanya kazi kwenye maisha yako kuna dhambi saba ambazo unatakiwa uzikimbie kwa gharama yote. Naomba nikuambie wazi, kama dhambi mojawapo ya dhambi hizi saba iko kwenye maisha yako uwezi kum hata tukija leo Baba katika jina la Yesu tunakemea mapepo na majini, naomba nikwambie, kama hizi saba saba zimeshika sehemu yote maisha yangu, unapoteza muda, you are wasting your time. Nenda kanali, lazima uwe mwezi zambi saba? Hapana, hapana. Alafu ndio Mungu mtafuta Mungu. Zinaitwa seven cardinal sins ambazo zinavutia mapepo. Ngoja nikwambie, nilikuwa naongea jana kwenye darasa la asubuhi juzi, nikasema Nikitaka usiku mahali hapa tulipo hizo aweze kuja, nafanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Nafanyaje? unaweka mzoga ndio utakuta. Kumbe kuna hizo, unatembea usiku. Ukitaka kukutia hizi lazima uweke kitu kibaya, shetani anapenda uchafu. Kwa hizi dhambi saba, naomba nikwambie, amua leo kusema sizitaki na sizitaki kabisa katika maisha yangu Vinginevyo, naomba nikwambie unapoteza muda kumkemea shetani, unakuwa mnafiki mbele za watu. Dhambi ya kwanza ni ile dhambi iliyomfukuza shetani mbinguni, inaitwa dhambi ya kiburi. Kiburi manake nini? Jiona. Leo naongea neno la Mungu, ninakwambia habari ya dhambi, unasema bwana, mambo ya kawaida, tumeshazoea. Kiburi cha uzima Unakuja kwenye mkesha kama unakwambia Bwana, dhambi fulani sio nzuri, unasema achana nayo. Kesho uko pale pale kwenye dhambi hiyo hiyo. Kiburi, kiburi ni kujiona, mimi najua sana. Nikutana na mtu ananiambia kwamba mimi najua mahubiri, wa kubwa, na wa wa na ma ya watu wengi wakubwa kutajia wahubiri wakubwa, anakwambia kama watoto watoto na kama watoto watoto, unajua nini kuhusu Kristo? ach chochote. Kiburi, kiburi ambacho wengi wanakosa sana kwa waimbaji wa injili sana, sana, sana. Waimbaji wengi waichinwa na roho ya kiburi kwa sababu wameshindwa kuwa, wa kuwa chini ya wachungaji. Kuonatu inabidi waanze kutukana na mbele ya mataifa, inabidi waanze kupembana mbele ya mataifa. Wamekuwa wengine mpaka wazinzi mpaka wanaogopa kuliko na shetani mwenyewe, kwa sababu wameshindwa kuwa chini ya utii wa watumishi wa Mungu. Utumwa wa waimbaji kulingana na Biblia hii lazima iwe chini ya kanisa. Haiwezi kuwa na utume wa uimbaji independent. Haipo. Na ukienda huko kipuri cha ule jamaa ambaye ndio baba wa kipuri lazima akubebe. Utaimba sana. Sauti ya roho umeitengeneza. Ndio maana watu wanampenda, kwani kwani waimbaji wa Tanzania wa, wa dunia kwani wako ngapi? Kwani watu wanangojea kwenye uwanja kama wanajapo kwa kwa, kwa mahubiri makubwa. Sipenda kutaja majina mali hapa. Wanachapa wana je kusikiza nini? Wanamsikiliza mwimbaji mmoja mkubwa kwa sababu anajua kuimba, sauti nzuri. Unaburudika usiku mzima sasa hivi kwa kuimba kesha. Hapa kuna watu wanacheza muziki usiku mzima. Kwa nini? Kwa sababu muziki unaburudani katika maisha ni roho ya tofauti. Kwa hiyo maana watu wanakuja, mtu kufanya usinzi anakuja, anakuja kanisani kuimba kwa sababu yuko chini ya uongozi wa huduma yote, chini ya uongozi wa mchungaji, wote maisha yake anakuwa mpaka anaangamia anapotea pitipiti. Juzi nilikuwa na mmoja ameniambia amevuta bangi mpaka sasa amechoka. Yuko Dodoma, ni mwimbaji. Ukimsikiliza unasikia uwepo wa Mungu, lakini akabla ajaimba lazima alipulize kidogo. Kwa unajua wazi kwamba amekamatwa na kitu cha tofauti. Nina maana gani? Roho ya kiburi, roho ya kutokubali kunyenyekea, roho ya kutokubali kutimbaja. Nikwambie ni mbona safari yako ikawa miaka mingi ukafanikiwa zaidi kuliko safari yako ikawa kubwa maghafla, alafu ukafa gafla. Taratibu mambo ya Mungu. Njia za Mungu zinahitaji uvumilivu wa hali ya juu. Watu wanaofanya kazi wananielewa, ukiwa unafanya kazi hususani katika taasisi kubwa, ukaenda pale kuingia kwenye taasisi, unasema mimi elimu yangu mimi na akili kuliko bosi wangu, mimi na uwezo mkubwa kuliko mtu yeyote, naomba nikwambie kwambia ukai yes, miezi miwili mitatu watakushughulikia pamoja na uwezo wako na akili zako na maarifa yako. Nobody anataka mtu lazima wakushughulikie. Watu wajali kuhusu kipawa chako, wanajali jio lenyekevu na tamani. Unapoona kipawa kinazidi kuwa kikubwa, shuka. Siku nikiingia ni hapa, nikasema mimi ndio kipoko, naitwa Sako, mimi nimkaribu na Yesu kabisa, ndio mwenye mamlaka makubwa juo, nimikukirisi tiari, tiari, moyo ukiluka, ukaanza kusikia kama kila kitu nimekipata mimi, mwisho wa maisha yangu, kwa sababu kiburi kilimtoa shetani mbinguni kwenye kii ingini unasema kwamba wanasema wanasema kwamba kwamba wametumia wame mfano mzuri ambao unapenda jioni ya leo. Wanasema Mungu alimwambia alimwambia shetani alikuwa mmoja kati ya malaika wanaoimba kulingana no na kitabu cha Zekaria, tutasoma siku moja, kwa sababu siku leo sio sehemu yake. Kwa hiyo alipomuumba mwanadamu kwa mfano wake, akasema shetani jo aila kamwamkia damu, mimi juzi memumba mimi mi siwezi kumwamkia ucheuri. Mungu anapokupa vipawa vingi zaidi vipo nyenyekea zaidi, nye zaidi. Usipende kujinua. Bwana Yesu asifiwe. Wa kalikabia dhambi ya kwanza nini? Kiburi, hiyo ndio dhambi kubwa, na ukianza hiyo huwa dhambi nyingine zote zinafuata. Kuna dhambi ambayo inabaki, dhambi ya pili tamaa, tamaa ya macho, tamaa ya mwili, tamaa tamaa ni kutaka zaidi. Biblia inasema usitamani mke wa jirani yako wala mali zake wala nyumba yake. Kuna mmoja alikuwa amepewa neema ya kupata gari zuri. Siku moja akawa anatembea mjini akakuta gari jingine kubwa la kisasa, kasema amepata gari jipya. Alikuwa amemomba Mungu kwa miaka kumi alipolea aksaikipata na hili gari tena. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu achelewi Tamaa inamfuta kwenye kitu ambacho ni zaidi. Unataka zaidi na zaidi. Bwana amekupa neema ya kitu ambacho ulikuwa umekiomba, unataka zaidi. Tamaa. Tamaa ya macho. Ndio lilifanya Eva alipoona lile tunda akalitamani, akaona la faa kwa kutafuna. Tamaa imewafanya watu wengi ambao ni watu wakubwa wameenda kutamani wanawake, wametamani wanaume na mwisho wa siku wameangamia na kupotea. Hiyo ni dhambi ya pili. Kwa nini nimesema ni dhambi kubwa? Sio kwamba utahukumiwa zaidi au utahukumiwa kidogo. Ina maana ndio inamleta shetani. Naposema dhambi, maanake ni mzoga ambao mapepo mabaya katika ulimwengu alo wakishauona tu wako na wewe ka, natakiwa kuwa macho, kwa sababu ikoseaapo kwa amekula kwako. Jambo la tatu, wivu, wivu, wivu, wivu maanake kijicho. Mchawi yoyote duniani chanzo chake ni wivu. Ukisikia watu wanafanya uchawi, sema chanzo chake ni wivu. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini siwe mimi? Na mwingine bahati nzuri sio kwamba tu kwa yule siwe yeye. Hata kama yeye apati bora watu nikose. Kuliko mwingine akapata mwingine akakosa. Kwa nini watoto wake? Kwa nini yeye? Kwa nini anaweza kuimba watu wakamuelewa? Kwa nini? Kwa nini? Roho ya wivu. Ikishaingia ndani mwako, shetani anakuja kuchezea msiki kwa sababu anachomesha kwa wako. Hiyo ni kitu cha tatu ambacho ni cha msingi sana kuweza kukifanyia kazi. Jambo la nne, chuki. Hili limekuwa ni kawaida sasa. Kwenye ndoa kuna chuki, kwenye maisha ya wa wamaji kuna chuki, kwenye watu kanisani kuna chuki. Chuki sio lazima imilike wazi, lakini kuna mtu unapofika hatua ya kumwona mwingine kwamba unaweza ukamkandamiza ukamwonea, chuki imeingia na usingependa kuona kiinuka katika roho ya upendo. Kinyume cha chuki ni au namna nyingine ya chuki ni upendo. Jambo la ngapi? la ngapi? la tano, ni hasira. Mpendwa katika Bwana, ukiwa ni mtu ambaye una hasira mpaka unatoa jasho aisi, unamvutia shetani. Sio kawaida na kusema unamvutia, maanake nini? Ukishakuwa na hasira, roho nyingine inaingia ugonjwa Roho nyingine inaingia chuki. Roho nyingine inaingia mauaji. Roho nyingine inaingia vita. Roho nyingine inaingia uharibifu. Waishi moja shetani wafanyi kazi, manasema majeshi wabaya, katikoduaodo ni majeshi mapepo, afanye kazi. Kila mtu ana pepo moja? Haa, hakuna mtu mwenye pepo moja. Ana pepo, pepo la uzinzi, ana mapepo mengine mabaya zaidi kama saba hasira. Biblia inasema kwamba mwe na hasira lakini usitende dhambi. Maana yake nini? Unaweza kukasirika lakini jizuie. Funga mdomo wako. Usiongee maneno ambayo hupaswi kuongea. Wananinyanyesa kwa sababu mimi mlokole. Ngoja nirudishe kwa sababu mimi mlokole sio mjinga. Upumbavu wale juu sana. Nakula kwako. Atui na atakuja kukuonyesha kwamba yeye sio mjinga. Mwisho wa siku nikula kwako. Jambo la sita kwa sababu ya usiku. Uzembe, uzembe, uzembe. Kama kuna sehemu kuna mambo makubwa. Ngoja nikwambie kitu. Abraham alikuwa nabii wa Bwana watu? Alikuwa mchungaji? Alikuwa mchungaji? Alikuwa mchungaji? Alikuwa nani? Mkulima? Alikuwa nani? Mfanya biashara? Isaka alikuwa nabii wa Bwana? Alikuwa mchungaji? Hapana. Alikuwa mkulima? Alikuwa mfanya biashara Yakobo nabii wa Bwana alikuwa mchungaji? alikuwa na kanisa? Alikuwa mkulima, alikuwa mfanyabiashara. Au ndio mababa wa imani. Leo watu wanazani kwamba, na ndio maana kuna watu wameingia katika mtego, mpaka imefika hatua kwenye utuma wana chaji. Kwa sababu gani? Kwa sababu wamekuwa ni wavivu wa, wa kufikiri namna ya kupata mikakati mingine ya kupata pesa. Uzembe ni mradi mzuri sana wa shetani, na ndio maana ni rahisi zaidi kumpata mlokole kwa kumleta kanisani na akajifanya uko busy asubuhi mpaka jioni, anaomba nauli baada ya kutoka pale akizana na mtumikia Mungu. Ni uzembe. Kama kuna umaskini umeingia kwenye maisha yetu ni huo, tumeibadilisha dini kama ndio sehemu ya kujificha, kutuonyesha uzembe wetu. Natamani usiku wa leo, baada ya ibada, ikafanye kazi yoyote mboe inakupa pesa, hata kama nikubeba zege zere kamele, lakini sio niambie kwa pamoja. Nikwambie, kazi na ibada ni kitu kimoja. Mtumishi wa Mungu Paulo, anasema kwamba alikuwa nasuka mahema, mahema mpaka anakuwa mtumishi mkubwa wa Mungu, bado nasuka, alikuwa askofu, akaomba kiongozi wa kanisa, bado nasuka mahema, kwani akasema sitaki nimwelemee mtu. Unaenda kanisani siku hizi wa, wa, muda nusu wa kuhubiri nusu saa matangazo ya kutafuta michango kutafuta pesa masaa mawili kwa nini? Kwa sababu kuna uzembe mwingi katika kanisa, watu ambao wangekuwa ni watu wakubwa wakifanya mambo makubwa, kufanya mambo makubwa katika kanisa wamebaki na uzembe. Ngoja nikwambie, nilipokuwa sijajifunza somo hilo nilikuwa nakwenda kanisani asubuhi mpaka jioni. Natoloka mpaka kwenye kazi ili niende kanisani. Baadaye nikaja kuulizwa maswali na mtumishi mmoja wa Mungu, akaniambia saa kwa sifanya kazi asile. Hakuna namna unaweza kuwa tajiri, utaingia kwenye upatu, utadanganyika. Hakuna utajiri bila kufanya kazi aupo. Mungu akumpa wa mwanadamu akae wa amemuumba aweze kutumika. Nikwambia Mungu ameumba mwanadamu kajia sababu kubwa ngapi mbili: ya kwanza kumwabudu Mungu, sababu ya pili Kutumia vipawa vyake. Kama una ujasoma shule tumia ugali wako uliopoa na Mungu. Kama una kipawa cha kuimba, tengeneza sauti nzuri. Leo nilikuwa nasafiri na, na kutoka Mbeya asubuhi wegea usiku na njiani, na nasikiliza kipindi cha kujifunza sauti, nikambia kuna kuimba kutokea tumboni. Nikasema eh, haya makubwa. Sasa basi, jifunze sasa, sasa <laughs> kuimba kutokea tumboni, sauti ambazo ni nzuri. Nikawa nikaona watu wawili wanaongea. Nilikuwa naendesha gari, nikaanza nikaangalia. Watu wawili, mmoja anafundisha kuimba huko, anaimba kwa sababu ya kipawa chake. Mwingine anaamua kwenda darasani, baada ya kuchua na kipawa cha kuimba, akaamua kuingia shule ya uimbaji, akajifunza dole misalati, na anajua zile nyimbo. Sasa kuna mwingine anajua kuimba, akisimama anaimba, lakini hajui dole misalati, alafu anasema anaimba kwa sababu ana sauti inatoka vizuri. Nakwambia ni muda mfupi na feli hiyo. Wende bali kama Mungu amekupa neema ya uimbaji, kajifunze kuimba mpaka ukimba malaika watakushuka toka mbinguni. Amen. Acha uvivu katika maisha yako haya mimi. Siku hizi tunaweza kubwa. Mpaka mabinti wengi nakutana na wengine naogopa kuolewa, kwa sababu hata kina baba ambao anatakiwa kufanya kazi kupiga mzigo, anashinda kanisani masaa 24. Sijasema kwamba kanisa ni kubaya, kuna muda wa kanisa na kuna muda wa nini? Na kipawa na basuti nzuri lakini ana hata unaonyesha. <laughs> Nani tafuta pesa agaika. Sifundishi kutafuta pesa, ninakwambia kwamba maisha yanahitaji kuacha uzembe. Ngoja nikwambie kitu, mtu asikudanganye. Na mimi siongee kuhusu motivation hapa. Nisikize kwa makini, nilipata masomo kwamba nenda katafute pesa. Nikaingia mtaani kutafuta pesa. Naomba nikwambie, nilifanya kazi si usiku mpaka mchana, sikupata hizo pesa. Nilibeba zege mpaka unatembea namna hii, unaiduka, unuki asubuhi mpaka unashindwa kutembea, upate hizo pesa moja. Nikwambie vizuri, Mungu anataka kabla weza kutafuta pesa. Baada ya kujifunza hiyo sindo, nikaelewa kwamba lazima kila tu wanaochukua kwenda kutafuta pesa, mwambie Bwana Yesu, tuende wote, ongeza